Sasa maudhui ya uh, ngono yanaenda kuruhusiwa katika uh, AI ama OpenAI ya ChatGPT. Sasa kampuni ya OpenAI inapanga kuruhusu maudhui ya ngono kwenye ChatGPT yake kwa watu wazima waliothibitishwa, amesema bosi wa kampuni hiyo Sam Altman. Katika chapisho kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne, bwana Altman amesema matoleo yajayo ya, ya ChatGPT ndiyo itakuwa na huduma hiyo kwa anayetaka. Hatua hii inafanana na ile ya Elon Musk kupitia XAI, ambapo alizindua hivi karibuni maudhui ya ngono kupitia Grok. OpenAI haikujibu ombi la vyombo vya habari la kutoa maoni kufuatia chapisho la Altman. Mabadiliko yaliyotangazwa na kampuni hiyo yanakuja baada ya kushtakiwa mapema mwaka huu na wazazi wa kijana wa Marekani ambaye alikuwa amejiua. Kesi iliyowasilishwa na Mat na Maria Raine ambao ni wazazi wa Adamu Raine mwenye umri wa miaka kumi na sita ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kisheria kuishutumu OpenAI kwa kifo cha mtoto huyo. Wanando hao ambao walitokea kule California wameikosea kampuni hiyo kwa kutofanya uh, vya kutosha kulinda matumizi bora ya chatbot yake. Familia hiyo ilieleza mazungumzo kati ya Adam ambaye alikufa Aprili na ChatGPT ambayo yanaonesha akieleza kuwa ana mawazo ya kujiua. Wakosoaji wanasema uamuzi wa OpenAI wa kuruhusu ngono kwenye jukwaa hilo unaonesha hitaji la udhibiti zaidi, unahitaji unaonesha hitaji, uh, hitaji la udhibiti zaidi katika ngazi za shirikisho na serikali watahakikishaji kuwa watoto hawawezi kufikia sehemu za ChatGPT ambazo ni za watu wazima pekee, amehoji Jim Ki kutoka kampuni moja ya wakili wa Boyes Shinila Flanksna. Utafiti uliochapishwa mwezi huu na shirika la kituo cha demokrasia na teknolojia yani CDT uligundua kuwa mwanafunzi mmoja kati ya watano aliripoti kwamba yeye au mtu anayemjua ana uhusiano wa kimapenzi na AI. Profesa wa kibiashara wa chuo kikuu cha Tulane Lo Blaka, ambaye aliandika kitabu cha hivi majuzi The Venture At Ministry, anasema kampuni kubwa za AI zinajikuta kwenye vita vya kupata soko kubwa.